Pale tulipoona pump house yetu tumejenga. Kwa hiyo huu mradi utatoa maji hapo kwenye chanzo ambapo intake ile ina ukubwa wa lita milioni mia moja na tatu kama alivyoelezea mheshimiwa waziri, na baada ya hapo tuna bomba letu sasa linalotoa pale kwenye pump house, lina pampu maji gafi au tunaita raw water na hii laini unayoiona hapa, hizi taa zimewaka, imelazwa ina urefu wa kilomita 2.3, na hiki kidude cha bluu hapa, mheshimiwa rais, ndio hapa tulipo kama unavyoona. Ukiangalia kule utaona kuna bomba, maji yanaingia ndio splitting flow splitting chamber. Baada ya hapo, hayo maji yakiingia, yanaanza kuchakatwa katika hizi unit tatu za kuchuja maji tuna maeneo matatu. Eneo la kwanza tunaweka dawa, na hivi vijumba viwili hapa ni vijumba vyetu tunavyoviona hapo kwa ajili ya kuweka dosing chemicals mbalimbali mbali ya kuondoa vumbi pamoja na disinfectant. Kwa hiyo hapa tuna dozi, yakishaingia yanafanya sedimentation, baada ya hapo tunayachuja kwenye filtration, alafu hapo yanaondoka mabomba kwenda kwenye tenki letu la maji safi na hapa tunaona hizi ni sludge drain, drying bed. Yale maji taka vumbi lile ambalo linachujwa kutoka katika huu um mtambo linaingia katika haya maeneo. Ukiangalia huku mbele, hizo ndio unit zetu tatu na hizi sludge drying bed ziko kwa upande ule wa kule kwa mbele na baada ya hapo maji yanakuwa tayari ni safi na salama, yanaingia hapa hapa. Ni clear water tank yetu, ipo ya milioni mbili lita tumelijenga, yanaingia hapo na hii ni pump house, iko kule mbele. Tunaanza kuyasukuma, tunayasukuma umbali wa kilomita kumi, tunaenda eneo linaitwa Kisangara Booster station. Hapa pia tumejenga tenki letu la lita milioni mbili baada ya hapa, kwa sababu maji yalikuwa hayawezi kwenda kwa mserereko na pumping head ikawa ni kubwa, kwa hiyo ikabidi tuweke booster station katika urefu wa kilomita kumi. Baada ya hapo tena tunayasukuma hii ni pampu ausi imejengwa, tunayasukuma tena umbali wa kilomita 13.5 yanaenda kuingia kwenye tenki kubwa la mlima, unaitwa Kiverenge. Hili tenki lina ukubwa wa milioni saba na laki tano na baada ya hapo haya maji yanagawanywa kwenda eneo la Mwanga na eneo la Same. Hizi taa za kijani, kutoka hapa Kiverenge tuna umbali wa kilomita 21 kuja eneo la Vudoi Mwanga. Hili tenki limejengwa lina ukubwa wa lita milioni 6. Na baada ya hapo, tumeyasambaza haya maji kwenda kwa wananchi. Mpaka sasa tumelaza bomba takriban kilomita mia moja na hamsini kwa upande wa Mwanga, ambazo ni bomba za distribution. Na baada ya hapo pia tenki hili linatoa maji hapa Kiverenge, linalaza kilomita 35 kupeleka tenki la Same. Same hili tenki limejengwa lina ukubwa wa lita milioni tisa na hili tenki pia baada ya hapo maji pia yanatoka by gravity yanaenda kuna Same wani. hii ni Same main. kuna Same wani na Same two. matenki mawili ambayo yana ukubwa wa takriban lita laki tatu laki tatu na pia huku tumeshafanya distribution ya kilomita kama mia moja na hamsini hivyo hivyo. kwa hiyo hii ndio complete infrastructure hizi zimejengwa. Katika mradi huu wetu wa mwa, Same Mwanga na mradi huu Mheshimiwa Rais unahudumia mji ya Same miji ya Mwanga pamoja na vijiji 38 vilivyoko katika eneo la Same, Mwanga na Korogwe. Mpaka sasa vijiji tisa vimeshaanza kupata maji maeneo ya Same na Mwanga, na hivyo vijiji vilivyobaki 29 tisa Wizara ya Maji tunaendelea na hatua mbalimbali za kuhakikisha tunalaza mabomba na kuyafikisha maji katika maeneo hayo. Mradi huu Mheshimiwa Rais una wafadhili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshirikiana pamoja na wafadhili Badea, tuna Ofid, tuna Saudi Fund na Kuwait Fund na aliyechangia kwa kiwango kikubwa ni Kuwait Fund. Na hapo mbele yako unawaona Mheshimiwa Rais, tuna mabalozi na wawakilishi kutoka katika hiyo mifuko. Vilevile mradi huu Mheshimiwa Rais umejengwa na wakandarasi kama watatu ambao walikuwa ni main contractor, lakini pia tulikuwa tuna sub-contractor. Main contractor wa kipande hiki cha kwanza kutoka kwenye chanzo mpaka hapa kwenye chujio alikuwa ni Karafi & Son. Na hili eneo baada ya chujio mpaka kwenda huku maeneo awali alikuwa ni mkandarasi Badri. Baada ya changamoto za kimkataba, tulimpatia Helpdeski pamoja na Advent, ndio waliweza pia kufanya kazi ya kumalizia kazi hiyo. Miradi hii kipande cha kwanza hapa mpaka kwenye chujio kiliweza kufanyiwa usimamizi na mtaalamu mshauri ECG akishirikiana na Atkin, lakini pia katika hiki kipande kilichobaki huku mpaka mwisho kimesimamiwa tangu mradi kuanza kiliweza kusimamiwa na mtaalamu mshauri wa ndani ambaye ni baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha taarifa fupi. Asante na nimkaribishe MC, endelee. Asante Mheshimiwa Rais, karibu kama kuna swali. Asante sana Mheshimiwa Rais, ameridhika. Makofi mengi na vigeregere. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika eneo hili lenye highlight fupi, ambapo nitamwomba Mheshimiwa Waziri atakuwa akikuelezea wakati unaitazama. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Chini ya barabara hii juu, kuna lami. Tumetumia teknolojia kwa kuhakikisha tuharibu barabara. Umekesha pole. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naomba utambue pia uwepo wa mzee wetu Topa Msua amesema leo abaki, anakuja kuthibitisha kwamba maji yapo hayapo. Asante mheshimiwa rais, tunakushukuru sana. Tayari ameshapata amepata kupata mazungumzo mafupi na waziri mkuu mstaafu na mwasisi wa mbunge wa kwanza wa jimbo la Mwanga, mheshimiwa Kleopa Msuya. Niombe sasa tujipange, mheshimiwa rais yupo tayari kwa ajili ya kuweza kuweka jiwe la ufunguzi wa mradi wetu. Naomba wapiga picha mtanipa mwongozo Nyombe wengine tuamie upande wa pili, tujipange kimkakati. Na sasa, mweshimua rais, ni bayana tupo tayari. Nitahesabu mpaka tatu, na Mheshimiwa rais, kwa ridhaa yako utafungua. Moja, mbili, tatu. Makofi mengi na vigeregere. Mheshimiwa rais, kwa ridhaa yako naomba nisome mradi wa maji Same Mwanga Korogwe umezinduliwa na mweshimiwa D Samia Suluh Hasan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tarehe 9 Machi 2025, historia imeandikwa. Makofi mengi sana na vigeregere. Asante sana mweshimiwa raisi, asante sana. Sasa picha inayofuata ni ya mweshimiwa raisi pamoja na waziri wa maji na waziri mkuu mstaafu mzee wetu Msuya. Niwaombe viongozi wengine tusogee, wengine tushuke chini sasa Niombe sasa wengine tushuke, sawa, wengine wote tushuke, baki Mheshimiwa waziri wa maji peke yake na Mheshimiwa rais pamoja na waziri mkuu mstaafu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi wengine tushuke sasa. Yes, tuache picha Tusogee nyuma, tumwache mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri wa maji na mzee wetu waziri mkuu mstaafu mzee Cleopa Msuya. Niombe msaidizi sasa Niombe sasa DJ Mstaff usogee upande ule kwa ajili ya kuungana na picha hii. Na to you our contractors, you might see we have our honorable former prime minister. He's the one who have been insisting many times about this project. he has been following up hand to hand and today it's a very special day for him. He's a very happy man than any man here please, you may shake your hands with him.

Na Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kumwalika na hata sisi, Mheshimiwa Waziri, tulipokwenda nyumbani kwake alisema amepokea barua yako, anakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa rais. Mheshimiwa Rais, tumefika mwisho wa tukio la picha, sasa tuelekee kwenye mkutano. Asante sana, na tunawashukuru sana na Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana.